Mwanamuziki wa injili Rose Muhando amempa maua yake mpendwa aliyeanzisha challenge ya kucheza wimbo wake kwenye TikTok, akimpongeza kwa kuwa chachu ya kazi zake. Tukio hili lilifanyika katika mtoko wa Pasaka uliofanyika Superdol, Masaki. Eh bwana, hii ni Nje ya Box TV. Usisahau kusubscribe na kushare. Mimi ni Elvan Wankyo.

Nikitaka kumpigia simu nampigia simu, sababu anatamwambia. Asante kwa wafariki na wengine wa wote walio shiriki pamoja.